Ebana, hebu fikiria unaamka asubuhi siku unasikia pesa zimeibiwa benki. Na moja kati ya maswali ambayo utajiuliza ni kwanza wameibaje? Lakini vipi kuhusu pesa yangu? Pesa zinaibiwa sana kila siku, kila mwezi, wakati wanafanya malipo. Wataalamu wanasema kuiba ni jambo moja, lakini kuzitakatisha, hilo ni jambo lingine, na wapo waliobobea kwenye kazi hiyo. Sasa wale wafanyakazi wa benki ndio tulioshirikiana nao. Ndani ya SEVA zimehifadhiwa kumbukumbu nyingi. Ni jukumu langu kufungua makavazi ya kidigitali na kukuletea wewe faili la Sara Simbaulanga na jinsi alivyofanikisha wizi wa mamilioni ya pesa Benki. Welcome. Miezi ya mwanzo ya mwaka 1988 na kuna matukio matatu ya uhalifu yaliitikisa sana serikali ya Rais Ali Hassan Mwinyi. Kwanza ni mbunge aliyekamatwa na meno 105 ya tembo mkoani Ruvuma. Ilikuwa ni balaa. Lakini pili ni tukio la vijana wanne walijaribu kuiteka ndege iliyokuwa inatoka jijini Dar kwenda London, Uingereza. Wakitishia kuilipua lakini rubani akawazidi akili baada ya kugundua kuwa hawana uwezo wa kusoma zile instruments tuseme eh, vile vifaa pale mbele kwenye dashboard ambavyo vinaonyesha uelekeo wa ndege spidi, na nini na kadhalika. Kwa hiyo mdogo mdogo akairudisha ndege e, Dar es Salaam. Jamaa wanashangaa he, eh? mbona hii London kama nitemeke hivi, hawajakaa sawa, matairi yanagusa lami ni yani runway. Mara ving'ora polisi bam, vijana wakapigwa mvua nzito, miaka kumi na tano jela na tukio hilo linafanana sana na lile la mwaka 82 ambapo bwana musa memba pamoja na ndugu zake waliiteka ndege ya shirika hilo hilo na kwenda nayo uingereza wakitaka kuongea na kambona tukio la tatu lilimhusu binti ambaye mamlaka wakati huo e, ziliripoti kuwa aliiba travel checks e, dola laki tatu na tisini e, na paundi za uingereza elfu ishirini na taarifa zilivyosambaa kuhusu dada huyo, wanamzizima zima wakajiuliza, huyu dada ni nani, yukoje? Jina langu naitwa Sara Martin Masunga. Baba alikuwa bwana shamba, amekaa Miono, akaja kukaa Bagamoyo mjini, kisha hapo akiwa bwana shamba akafika kawe kawe, ndo baba akakaa na kustaafu hapo hapo. Kwa sasa hivi mi naitwa Sara, nimeolewa kwa jina ya Sara Simbaulanga. Hata matukio mengine yote jina la Sara Simbaulanga linashirika sasa mchongo ulianzaje? Siku moja wakati mwaka 1987 ndo unayoyoma hivyo, Sara akiwa binti mfanyakazi mwaminifu wa foreign branch, alikutana na rafiki yake aliyesoma naye aitwaye Toroha. Toroha akamwambia Sara, sikiliza, watu wanaiba sana kwenye mabenki, hata hapo kuwa ni kwenyewe mnaibiwa, si kuna mtu akafukuzwa kazi juzi? Sara akasema ndiyo. Toroha akasema, sasa mimi nataka nichore mchongo ambao tutaondoka na pesa ndefu na uzuri ni kwamba hatutakamatwa. Sara akawaza. Toroha akasema sikia, huu sio muda wa kumkataa shetani na kazi zake bana, hebu tubebe pesa tusepe. Sara akafikiria mwishoni, akasema yamekuja madili mengi, lakini hili hey, napita nalo. Na kipindi hicho huyo Toroha alijulikana sana kama mtoto wa mjini, yani kona zote alikuwa nazijua, siyo ndani ya nchi wala nje ya nchi. Toroa ni mwenyeji wa Bagamoyo, ila yeye kaishi Ujerumani. Mimi kukutana naye huyo toroa wakati nasoma Bagamoyo, mimi sijui niko darasa la nne, yeye yuko darasa la sita, sijui sisi tulivyohamia Kawe, yeye alipoenda sikuweza kujua pale branchi, yani hamna mtu kusafiri kwenda nje bila kupitia pale, ndo upate mambo yote ya tiketi, hata marahisi. Sasa toroa alivyofika pale kakumbuka ile sura, kumbe wee sara eh! Sasa basi akaenda Ujeremani kwa babake akarudi. Yani yeye kwenda Ulaya alikuwa kama mtu anaenda Kariakoo kununua nyanya na kurudi. <laughs> Ndio nikawa nimemzoea kwa stori ya huyo Toroa. Stori yake baba yake mzazi alikuwa ni Mtanzania ambaye nzizo za Nyerere alifukuzwaga kwa ufisadi. Toroa pia ni kitovu cha mtu mafya, ni mtu mafya kwao, ni bonge la mafya, mmoja hatari. Hii Seva imehifadhi vitu vingi sana. Sasa ndipo dili likapangwa. Kikafanyika kikao kizito cha siri, watu wachache, na Sara akahakikishiwa kuwa mambo yataenda vizuri, kwani katika wizi huo kuna fungu watabaki nalo viongozi wakubwa. Sara akabaki mdomo wazi, he, hadi bosi huyu! Basi, katika sehemu ya pili ya simulizi hii, tutasikia jinsi ambavyo pesa zilichotwa na safari ya kutoroka kwenda nchini Uingereza ilivyoanza, lakini vile vile na ishu ya utakatishaji pesa ilivyoingia. Kama kufa tufe wote, kweli kazitoa. Tukutane kesho hapa hapa ndani ya Power Breakfast.